Asubuhi imefika sasa, kumepambazuka macho yamefunguka, mara na uona mwanga, nashuka kwa kitanda kuja kutazama, nikaona nyota ya asubuhi. Yesu, Yesu furaha yangu, Yesu zawadi yangu, Yesu dhahabu yangu, Yesu we ndo nyota ya asubuhi naiona nuru naona mwanga naiona ah, na nuru naona na mwanga mi naita Flower Amos mwimbaji wa gospel tokea hapa kambini nyarugusu nafanya gospel kama mwimbaji binafsi na wala sokundi hiyo ndo kazi yangu mimi nilianza kuimba nyimbo nilianza kama muimbaji wa kwaya ila kuimba wa gospel kulikujaga kuniingia tu moyoni, kajikuta napenda sana vile ambavyo waimbaji wa gospel wanaimbaimba, na mimi nikaamua niingie huko kwa sababu ni kitu ambacho nilipendaga. Cha kwanza ni kwa sababu ni kazi ya kumtangaza Mungu, alafu cha pili ni, ni kazi nzuri ambayo aimzalilishi mtu aimwaibishi, bado naendelea kumstiri na kumheshimisha. Ni pale ninapoona maisha ambayo watu wengine wanayaishi na ndo kitu ambacho kinanifanya mimi niandike wimbo fulani. Yani, nikiona kwenye hiki kipindi watu wanaishi maisha fulani, ndio naandika hivyo, naandika kwamba Mungu ndio ambaye anasaidia watu kwa kila saa. Yani katika nyimbo zangu kuna kwaga ile kitu nasemaga one day, ndio inakwaga sana kwenye nyimbo zangu. Yani, Mungu atatenda siku moja, Mungu atakutendea. Nataka kuwaambia watu maisha ambayo watu wanapitiaga na jinsi ambavyo mtu anaweza akaishi ujipambania ili hasi asifike kwa kwenda mbali kwa sababu ya maisha kufanya mambo ya ajabu. Mi nafanya kazi peke yangu kuingia eh, studio niliingia na elfu sabini, -sabini. Mi nimeona tu watu wameupokea vizuri, nando nikaona, ndo umenitambulisha. Kuna comment ambayo ilisemaka kwamba unaweza kuopambana. Comment ilikuwa nyingi, ila hiyo ndo ambayo naikumbuka nazawadi ambayo nilipata ilikuwa ni ya hela. Kuna changamoto ambayo niliwahi kupata, bosi nikaishi naye lakini aliendaga kwenye mazingira ambayo sikuelewaga, nikawa najiuliza ameenda vipi, na endo alikuwa kama vile msimamizi wangu, kile kitu kilinirudishaga nyuma e, yani akuenda ya usi maneno, alikaa kimya tu amina, sijawahi nimesimamia na na bosi wangu kama niseme bradha zangu eh, ambao eh, basi sema kikazi, kwasababu ye sio ndugu yangu. Am, nimesema ni bradha, kwasababu ni mkubwa kwangu na na miaka kama bradha zangu, na hajapata chochote. <coughs> <coughs> taambia tu kwamba nawapenda <napenda. coughs> E, nawapenda sana, nawaendelee kunifuatilia mimi na kazi zangu, kama mwezi wa tano